Hello, habari za leo? Karibu kwenye video hii, ikiwa ni mara yako ya kwanza kutazama video zangu, basi usisite kushare, usisite kulike, na wala usisite kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata notification za video zangu zingine ambazo zinafuata. Karibu sana, tuweze kuanza. Siku ya leo tunaenda kuiangazia shule ya msingi ambayo ipo katika jiji la Arusha, shule ya msingi Ngarenaro, ambayo ni shule bora sana ya msingi hapa jijini Arusha. Leo wametembelewa na viongozi kutoka Ofisi ya Rais, Sekretariat ya maadili na viongozi wa umma. Leo wamefika hapa shuleni Ngarenaro kwa ajili ya kuangalia jinsi watoto wanavyoenenda kimaadili kimalezi. Hebu tuende moja kwa moja tukaone jinsi mambo yalivyokwenda. Naitwa Grace Francis Malisa, natoka ofisi ya Rais Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma, nimekuja shule ya msingi Ngarenaro kwa ajili ya kutembelea klabu zetu za maadili ambazo tulizifungua tulizi mwaka jana mwezi wa kumi. Mgeni akifika nyumbani kwako, anakutana na burudani anakutana na ukaribisho. Watoto hawa hawakuwa na hiana, wamemkaribisha mgeni kwa nyimbo, wamemkaribisha mgeni kwa ngoma, wamemkaribisha pia mgeni kwa shairi twende tukaone jinsi watoto walivyokuwa wamejiandaa leo ni kusuma

ajali nyingi tokea, kwa taifa hatarini, nguvu kazi hupotea, uongozi ulo bora, taifa letu kukua, kiongozi alo bora, wana kwanza kwa sababu ni mdogo wako, watakiwa uelekezi kwa sababu wewe ndio dada mkubwa wa shule au kaka mkubwa wa shule, tumeelewana? Lakini pia huruma hiyo, ni misingi ya maadili kwa wanafunzi, uzalendo, kufanya kazi kwa bidii. Msingi wa mwanafunzi kufanya kazi za bidii, wewe unajua ni kazi gani si ufanya kwa bidii? Aiba, leo niko na wewe tu kazi gani ambayo mwalimu atakupa utaitimiza? Ehe, sa umejibu vizuri ka kazi yako kwa pia ya kufanya kazi kwa bidii kwa mwanafunzi ni kusoma sana, hiyo ndio kazi yako ambayo baba yako na mama yako au mlezi wako ambao wanalelewa na walezi na iliyokuleta hapa shuleni. Ukipewa kazi, fanya kazi yako kwa bidii, ufanye vizuri. Ukiwa muelewi una mwambo mwenzia, nakuelekeza kama mwenziwa ameshindwa kabisa, unarudi kwa mwalimu. Mwalimu, hapo mimi nimefanya hesabu nimeshindwa, naomba unisaidie. Tumeelewana eh? mm -hmm. lakini kazi nyingine kwa bidii kwa miriko, mwanafunzi sio kusoma tu na kufagia darasa. Mwalimu hawezi kuja kukudekia darasa lenu hawezi kuokota matakataka. Nyiye mko hapa muhakikishe mazingira ya shule yamekuwa safi, huo ndio wajibu wenu. Wakati sisi tunasoma shuleni tulikuwa tunasimaji kazi sala na kitabu. Kwa hiyo lazima tufanye kazi za mikono vizuri, lazima tusali. Maana mimi nilisoma shule za masista, lakini pia lazima usome kwa kutumia yani kitabu. Vyote vinalaaka pamoja, sala kazi na nini. Kwa wale Waislamu kipindi hicho wamefunga, wanamwabudu Mungu wao, au hata Wakristo pia wakatiolivi pia mwezi usi umefungwa na Kwaresima. Kwa hiyo kwa wale wa Kristu au Mwislamu, unatakiwa usali sana. Cha pili, kazi za pia. Tumemkuta mwalimu wa maadili ambaye huwafundisha watoto maadili hapa shuleni. Mwalimu alikuwa akiendelea na kipindi kuwaelekeza watoto na kuwafundisha jinsi maadili na malezi mema yanavyofanyika kwa mtoto. Hebu twende tukaone jinsi mwalimu alivyokuwa akiendelea na watoto. Mama yetu. Mama yetu, si ndio? Ee. Si ndio? Ya, kwa kutupa na saa na kuja kuongea na sisi, wapo sambamba na sisi, wapo sambamba eh, wanatufuatilia wanakuja kutupa ushauri. Wakati mwingine wanatuita na sisi walezi kwenda kutuelimisha zaidi, ili tuwape kilicho bora, ili tuwape kilicho bora. Kiongozi, tunakushukuru sana kwa kufika Ngarenaro, shule ya msingi na, na tunaahidi kwamba tutaendelea kuwaelekeza na kuelimisha vijana. Kiongozi kutoka Ofisi ya Rais, Sekretariati ya maadili na utumishi wa umma hakusita pia alikuja akiwa na miti kwa hiyo, kumekuwepo pia na upandaji wa miti. Wameweka miti kama alama, mti ambao utakuwa ukionekana siku zote kwamba huu mti ulipandwa na viongozi ambao wamefika hapa shuleni. Mti huo utakuwa kielelezo cha maadili na malezi mema kwa watoto. Twende tukaone jinsi viongozi walivyokuwa wakifanya. Hai. Sasa mimi nimekuja, nimeona klabu yetu hapa shuleni iko hai, nimefurahi, lakini pia nimefurahishwa na shairi ambazo nimeimba nikiwagusa viongozi wa umma, lakini imeongelea sana sana, sana, kuhusu rushwa, si ndiyo mwalimu? Mm-hmm. Lakini sisi Sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma mwalimu wenu anajua, wanajua wa klabu, sisi tunadili tuna na viongozi wa umma, tudili na mambo ya, ya rushwa. Rushwa ni TAKUKURU. Sisi tunadili na mambo ya uadilifu, uwazi, ukweli, upendo, huruma. Tunataka viongozi ambao wana huruma, tumeelewana? Yani sisi tupo kwa ajili, unatembea uenda tofauti na mstari yani, wow, na tunaenda hivi, unajua, rudi. Hebu njoo hapa, na huyu ndio Wawili tu nataka, njoo kaka, nazigatia jenda, angalieni kule, hebu fanyeni, naenda alafu yule anachepuka, rudi hapa uweze sawasawa. Mwalimu tumeelewa. Ni by profession ni mwanasheria, na walija anajifunza, yaani mnatembea kwenye njia wote, mmoja anachepuka, u anajua, rudi kwa hiyo mtaaawaio osiiau kubwa kama Secretarieti ya maadili ya viongozi wa umma. Lakini najua ambao uko hapa mnajua misingi ya maadili kwa watoto kwa wanafunzi, nani anaweza kulengea misingi wa maadili wewe? Ambao nimekuwa ndugu mtazamaji, haya ni baadhi tu ya mambo ambayo viongozi kutoka Ofisi ya Rais walivyokuwa wakifanya kwa hiyo hawakuishia hapo, wameendelea kuwasisitiza watoto kuwa na maadili, kuwa na tabia njema na kuenenda kama watoto ambao wanapata mafunzo yao. Kama umependa video hii, usisite kushare, usisite kulike na wala usisite kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata dondoo za video zangu zingine ambazo zinafuata. Karibu sana, tukutane kwenye video nyingine inayofuata. Asante.